Lakini msikilizeni sasa, aloandika hichi kitabu kinachoitwa Shihabu Lilmunharifina ani dawati watablighi, tafsiri yake anasema kimondo kwa wapotoshaji. Kwanza anakwambia ustadhi, kwani nyinyi hamjui Kiarabu? Nyote yote matablighi hamjui Kiarabu.

maana yake mala ani lhaqi amepinda, inharafa, kama vile nkasara, inafirishani kwenye sarfa. Nkasara yani kimevunjika, kile chungu chenyewe. Inqada yeye mwenyewe amefaata ko, inharafa, amepinda. So wanaopotosha kiarabuandeza sasa so, ukisoma kitabu cha habari tu Abu Muhammad, wewe umesoma na sio ulipitia. Albani ndio sawa, nikuulize wewe, yaani munharifu manake ni mpotoshaji. Jamani, sasa so, mmeshindwa hata kukaa nyote, mkaona pa isakanyamkunda mkumpe sau so, kamaliza sana kuloboraska isisarufasarufa kidogo, alipitia ananijua, nilimtangulia, nilikuwa mtu wa kwanza mimi ananifahamu toka nimesoma mpaka nimaliza, mi napata mumtazi tu, anijua yeye ni classmate wangu yule, yaani nimesoma naye darasa moja, nimesafiri naye ndege moja kwenda Sudani. Alafu kule Sudani yani alivyojificha ficha. Kule Sudani alipambana na maikhwani Muslimun, tena mie na yeye tukamsari mbele, tupambana na Ikhwani Muslimun, kumbe tablighi bana. Alikuwa khalifu usuli tukule sasa, hicho hakuona kwamba hii munharifu hii, maana yake ni aliyepinda. Kwa hiyo hii tafsiri yake ni kimondo kwa waliopinda, sio kwa wapotoshaji. Sasa mpotoshaji kwa lugha ya Kiarabu ni harrafa yuharifu taharifu yuharifuna alkalima an mawadiihm kua kwenye Qurani, wanaharifisha wanapotosha wanakengeusha maneno sehemu yake. Ko ismu fa'il harafa yuharifu muharrif yu ismu fa'il kwa andike, ushekhwe, jamawe, pitiwa. Hapa alikuwa aandike tumwambie u shekhe wenu na kundi lenu lote, kama jamaa waepitisha kweli. Sasa kwa muongo, mtamuuliza bwana kweli kilipitiwa hichi, muulizeni bwana, hapa ilikuwa ni shihabu lil muharrifina kama alikuwa anakusudia hivyo, kini wapi? Elimu sina wenyewe, si nyesimekataa elimu elimu nye yenu ni ile elimu ya fadhaili tu.